Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo kaskazini, kusini, magharibi na mashariki niko hapa ndani ya kijuwe cha Mwembeanga. Unataka kufahamu kitu gani ambacho leo nimewiwa kuja kupiga stori na wazee wangu haswa katika kijuwe hiki cha Mwembeanga. Kuwa nami kuanzia mwanzo pale mpaka tamati nitakapokuwa nikikuletea mahojiano yangu haya katika kijuwe hiki cha Mwembeanga. Wana mengi sana hii leo ya kuzungumza. Cha kufanya weka bando, alafu endelea kufuatilia kile ambacho nimepanga ni, ni kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali ambayo yanayoendelea kuhusiana na michezo na burudani. Nikukumbusha ya kwamba mnyama Simba hapo jana alicheza mchezo wa kirafiki aa, kwa mara ya kwanza lakini pia vilevile vile, ni mchezo mwingine wa kocha Pontev. Huu bwana amekubali kipigo cha mabao manne kwa moja. Full time Pontev ametesti mitambo watu akamshughulikia kwelikweli kwa jumla ya mabao manne

Tumeanza siku njema, ila leo mimi nianze kuongea na Mwenyezi Mungu leo bana, inabidi tufanye hivyo kwa sababu tunateseka sana, tunaumia sana. Mimi leo ndugu zangu wanasimba, namuuliza Mwenyezi Mungu, tumekukosea nini? Sisi wanasimba tumekukosea nini? Unatunyima furaha, unatunyima furaha upande wa wanaume, unatunyima furaha upande wa wanawake pia. Tumekukosea nini, Mungu? Kama kuna kitu tumekukosea mwewe Mwenyezi Mungu, naomba tunakuomba Mwenyezi Mungu utusamehe, futa madhambi yetu hayo, tusiteseke na simba yetu. Tunaumia Mwenyezi Mungu, kweli tunaumia. Mwenyezi Mungu tuhurumie. Leo natoa kauli ya kusema kwamba tuhurumie wanasimba, kama kuna jambo ambalo tumekosea, narudia, tusamehe ili na sisi waombe wako wanasimba, tupate furaha. Tumeteseka miaka minne yu watano Wanaume wanapigwa wanawake wanapigwa. Sasa jamani, Mungu tusaidie. Tunakuomba leo, tunakuomba kwa heshima na taadhima, tunakuangukia. Kama kuna mtu kama kuna mtu ambaye anaiangusha Simba, mwadhibu, yende lana kwake, alaaniwe lakini sasa tupe furaha, huyu mm. mtu aondoke, awe nani aondoke, ambaye anaeangusha Simba kweli. Mwenyezi Mungu tusaidie, ni ombi langu kwa Mungu wangu, tumechoka. Mwenyezi Mungu tuhurumie, sasa tuhurumie, mwisho imefika. Maana huyu mwaka wa tano sasa, ngao ya jamii upande wa wanaume tumekosa, tumeanza vibaya mwaka kwa wanawake, jana hivyo hivyo kipigo Ndo hiyo sasa, mimi nimekuja na shee hapo. She Ustaz, tunakuomba kwa uwezo wa wako ambao unao, kwa kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu utuombee dua kwa aya ambayo isaidie Simba yetu tuanze shambo. Naam, naam naam. Sasa mimi nasema la kwanza bwana mkubwa kazungumza ka mazito sana, alizungumza ina maana ya kutoka moyoni, lakini nilichotaka kusema kwa sababu hii ni michezo. Kama hii ni michezo, ina maana michezo ni furaha. Michezo sasa, kila mmoja anamlilia Allah wake, anamlilia mola wake muumba wake, anasema tumeteseka sana kwa muda mrefu Kweli sana, nasema kwa muda mrefu ni sahihi. Kwa hivyo, tunachoomba kama ni uhalisia tu katika michezo, basi mambo yafunguke, yakae vizuri, kwa sababu kama kusajili timu zote zinasajili, umeona e. Na kama kuna mambo mengine tofauti, basi hayo ndo tunayosema yasi, yasiwepo hayo. Kwa hivyo, natanguliza kusema tunamuomba kwanza Mwenyezi Mungu mwingu wa rehma atusaidie katika mambo yetu wote, mmeona kwa hivyo nacha kusema kwamba Allah Mwenyezi Mungu atus, at, atusame katika makosa yetu tunayoyafanya kwa kila siku kama binadamu tunateleza. Ehe. Nasema baada ya haya utangulizi huu tuseme kwamba alfatiha.

Jambo limeisha shehe, jambo limekwisha. Tunachoomba kheri, mambo yaende vizuri, ama sivyo. E, yetu e, a azma yetu kwamba e, Simba yetu ulete e, furaha pasiwe na eh, na, na hitilafu, yeah. Basi e. Sasa mwandishi, tuzungumzie mchezo wa jana wa timu ya Simba Queens, mm -hmm. Unajua wanaume kwa timu tulipigia sana kelele kuhusu usajili na nini, kuhusu kocha amekuja mpya naye jana hivyo, tumefungwa goli nne, goli nne tumefungwa. Yaani jana ilikuwa siku mbaya kwetu, ah. <laughs> Yaani kikeni paka na kiumeni mpaka, ndugu yangu, nikasema leo bana, tuombe dua kwa Mungu, maana tunazidi kudidimia tunazidi kuumia sasa. Nikizungumzia timu ya Simba Queens, Simba Queens, yani jana wamecheza mpira chini ya kiwango, wachezaji ambao tumewasajili msimu huu. Mwandishi, mimi nasema mara mia, timu ya mwaka jana ilikuwa bora, timu ya mwaka jana ilikuwa bora Wakati mwaka huu tulitegemea kwamba mwaka huu usajili tuliofanya itatuletea matunda, lakini jana timu imecheza hovyo kabisa, hatukutarajia mchezaji anapoteza mpira hivyo hivyo, tunamwona hii. Kweli wachezaji ndio hao tumewasajili, eh? kweli wachezaji tuliowasajili hawa wa, wa kutoka nje, ndio hao hata mpira wanashindwa kupiga eh? Yaani hawajitumi, ndio hayo tunaongea. Kwa wanaume na wanawake, wametuonyesha tena jana hayo, hawajitumi. Abdalla tuamuita dulu full commitment eh? sisi tunataka mtu apiganie nembo, kila siku nazungumza. Sasa jana hao wanawake nao wa... wametuzingua eh? Sisi tunataka mtu apiganie nembo ya Simba. Yaani wamecheza mpira laini kabisa, haueleweki. Kweli imenisikitisha. Sasa wanawake wacheze mpira basi, wangecheza netboli kama mpira wanawake netboli, lakini kama wameamua kucheza mpira wajitume, alafu technical bench pia, yule kocha hafai. Kocha hafai Kocha hafai, technical benchi yote ivunjwe na wachezaji wajitume. hmm. Tumechoka na manyanyaso hayo bana, yeah. Tulitegemea jana angalau yeah. Tungeambulia ngao ya jamii kwa wanawake angalau muda sahihi. Sasa wa Simba Queens wa wamwamini Musa Hassan Mgosi Musa Hassan Mgosi. hmm. Unaposema Musa Hassan Mgosi, hmm. alishakuwa kwenye technical benchi Si ndio? Hmm. Kwa hiyo anatakiwa ampate mtu kocha ambaye mwenye uzoefu mwenye CV kubwa. Unajua mwandishi, sasa hii mpira wa wanawake umekuwa sana duniani, tuende na wakati, tusiwalete makocha bwana sio. Katoka wapi huyu kocha eh? Kocha amezingua na wachezaji pia wamezingua jana yani, yani hatuoni mpira kabisa. Kwa, kwa hayo wanavyocheza huwezi ukabeba hata kombe mwandishi, hata nafasi ya tano sita huwezi ukachukua, kwa, kwa staili ile ya uchezaji. Simba wanawekeza lakini kwa nini tunafeli? Shida nini kweli? Walicheza chini ya kiwango, sijaridhika eh?